Urusi imeripotiwa kutuma vikosi maalum vya kijeshi vilivyopokea mafunzo ya kipekee kwenda Burkina Faso kwa maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa Rais Vladimir Putin ili kulinda urais wa Burkina Faso pamoja na Kapteni Ibrahim Traore. Hatua hii inakuja wakati ambapo mataifa magharibi yakiongozwa na Ufaransa yamekusanyika nchini Ivory Coast kupanga mikakati ya kuivamia Burkina Faso wakidai kuwa Captain Ibrahim Traore amekuwa akiitumia dhahabu ya Burkina Faso kwa maslahi yake binafsi. Hii ni habari mpya kabisa, kwa hivyo ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma vikosi maalum vya kijeshi kwenda Burkina Faso kwa ajili ya ulinzi, wakati hata ambapo Captain Ibrahim Traore anahudhuria maadhimisho ya siku ya ushindi huko Moscow nchini Urusi, pamoja na kukabiliana na vitisho vya mataifa magharibi ndani ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya tarehe 22 Aprili mwaka huu wa 2025, inadaiwa kuwa Ibrahim Traore chupu chupo kupinduliwa Burkina Faso. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilisema kuwa imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi, Captain Ibrahim Traore ambapo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 Lengo kuu alisema lilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa Jumatatu. Captain Ibrahim Traore, kiongozi kijana anayeungwa mkono na umma Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka wa 2022 akimwondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi hasa vijana waliomwona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa hatua iliyopokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundo mbinu mpaka huduma mbalimbali mbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa akijitahidi, aki pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyo eh, umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi, yaani tano, kuna muweka kuwa kiongozi wa kipekee Afrika. Historia ya mapinduzi na changamoto za usalama kwa utawala wa Traore Burkina Faso. Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960 ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara ambaye aliuawa miaka minne baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaore aliyeitawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi inakadiriwa kuwa zaidi ya asilimia 40 ya eneo la nchi limo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili mwaka huu wa 2025, waziri sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi eh, viko Ivory Coast, akisema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita, wanajeshi kadhaa wakiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai hayo, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikiilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwa wa kuwahifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni. Madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda vile vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi, pamoja na mengine zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa na majaribio ya mapinduzi. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kufahamu kinachoendelea kwa sasa ndani ya nchi ya Burkina Faso pamoja na Rais Ibrahim Traore. Tumepata nafasi ya kutazama jinsi ambavyo Urusi imeripotiwa kutuma vikosi maalum vya kijeshi vilivyopokea mafunzo ya kipekee kwenda Burkina Faso kwa maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa Rais Vladimir Putin ili kulinda urais wa Burkina Faso pamoja na Captain Ibrahim Traore. Hatua hii inakuja wakati ambapo mataifa magharibi yakiongozwa na Ufaransa yamekusanyika nchini Ivory Coast kupanga mikakati ya kuivamia Burkina Faso, akidai kuwa Kapteni Ibrahim Traore amekuwa akiitumia dhahabu ya Burkina Faso kwa maslahi yake binafsi. Hii ni habari mpya kabisa, kwa hivyo e, kwa sasa tutambue ya kwamba ni kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma vikosi vyake maalum vya kijeshi kwenda Burkina Faso kwa ajili ya ulinzi, e, hata wakati huu ambapo Kapteni Ibrahim Traore anahudhuria maadhimisho ya siku ya ushindi huko